Wakati timu ya Taifa Star ikijifungua katika viwanja vya Mkwakwani jijini Tanga ili kuvaana na Morocco mchuano wa kuelekea kufuzu kombe la dunia, mashabiki wa timu hiyo mkoani Tanga walikuwa na maoni tofauti kama wanavyosimulia. Ni, ni shabiki wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Tunaamini timu yetu ina uwezo mkubwa. Sisi kama mashabiki tunaamini inaweza ikafanya vizuri ikafuzu kwenda kucheza timu kwenda kucheza E, ile michuano ya kombe la dunia. Hivyo, mashabiki na Watanzania wote kwa ujumla tuendelee kuiunga mkono Taifa Stars. Tunaitakia kila la heri Taifa Stars, tunawapenda e, wataenda kutuwakilisha vizuri na kupeperusha vyema bendera e, yetu ya Tanzania e, kumbuka kwamba timu wanaoenda kucheza nao ni ubavu mnene. E, vipi maoni yako? Kwa sababu uh, lazima tunapozungumzia uh, timu ya Morocco tunazungumzia watu ambao wanajitambua. Ni timu ambayo imekamilika na ina uwezo mkubwa unazungumziaje kuhusiana na hilo ah, Sisi, sisi kama mashabiki kwanza, tunasema tunaamini timu yetu ya Taifa Stars, kwamba wale ni wao walivyojiandaa, wanajulikana kwamba wana timu nzuri, lakini sisi Tanzania, na sisi kama nilivyosema, kwamba Tanzania kwa sasa hivi tuna wachezaji wazuri ambao wenye wenye uwezo mkubwa ambao wanashiriki mashindano makubwa kabisa ya Afrika. Kwa maana hiyo, tunaamini wataenda kufanya vizuri. naitwa ni mwenyeji wa hapa Tanga. Kwa sasa Taifa Stars wanapojiandaa na mechi za kimataifa tunawaombea mazoezi mema na waweze kufanya mazoezi kwa bidii ili waweze kurudi na ushindi. Kwa jina naitwa Martin Samuel, mimi ni mkazi wa Tanga. Ah, kwa mwii timu ya taifa ya Tanzania imekita kambi hapa Tanga kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa wa Morocco kwa Amui, timu ya taifa ya Tanzania ina imejiandaa vizuri chini ya kocha Emedi Moroko, Amui hatukubali alishai kutufunga ndani nje, lakini Amui hatukubali. Maandalizi yanaendelea vizuri kwoo, Amui lazima tushinde. Nikiripoti kutoka uwanja wa Mkwakwani, ni mimi Zodi Kika.